Udhibiti ndugu zangu, tunachosema leo, tunaamuliwa mitaala na watu ambao hawajui mazingira yetu sisi. Tutatoka kwenye nakte, tutaanzisha utaratibu wetu wa udhibiti wa elimu ya ufundi ndani ya Zanzibar kwa kuzingatia mahitaji yetu, na tutazingatia ee kama tuendelee kuweko TCU au tuanzishe utaratibu wetu, lakini tunachosema tudhibiti elimu kwa mujibu wa mahitaji yetu Zanzibar, na katika hili jiji, mnajua leo tumefika pahala mtu anapata digrii kutoka Al Azhar unaambiwa haitambuliwi Tanzania. Huu ni wazimu, ni ugonjwa kwa kwetu sisi Zanzibar. Leo unaambiwa dini na Kiarabu masomo hayakubaliki, hayahesabiwi Tutayarejesha na atahesabiwa kwa sababu ni sehemu ya utu wetu, ni sehemu ya kulifanya taifa hili kuwa na watu na kudumisha desturi na mila zetu. Ndio tunacho kisema ndugu zangu, eh? Lakini kubwa tulisema kwamba jamani, katika kuhakikisha elimu inakuwa katika nchi yetu tutawashirikita, tutawashirikisha sekta binafsi katika kuendeleza elimu. Leo sekta binafsi mchango wake kwa shule chini ya, seku, ya ya, primary ni asilimia 30.